Hali ya taharuki imeendelea kushuhudiwa katika jiji la Los Angeles nchini Marekani kufuatia maandamano makubwa yanayopinga sera za uhamiaji za serikali ya Rais Donald Trump. Maandamano hayo yaloingia siku ya pili yamegeuka kuwa ya vurugu huku waandamanaji wakikabiliana ana kwa ana na maafisa wa uhamiaji. Katika hatua isiyo ya kawaida, Rais Trump ametangaza kutuma wanajeshi elfu mbili wa Kikosi cha Walinzi wa Kitaifa wa California kwenda Los Angeles kukomesha hali ya utovu wa sheria inayozidi kushika kasi. Hatua hiyo imezua mvutano mkali wa kisiasa baada ya gavana wa California, Gavin Newsom, kupinga vikali uamuzi huo kupitia ujumbe wake katika mtandao wa X. Gavana Newsom amesema hatua ya Rais Trump kutoka chama cha Republican ni ya kichochezi na itazidisha hali ya mtafaruku badala ya kuleta utulivu.

Maandamano hayo yanayohusisha maelfu ya raia ma wakiwemo, wahamiaji na wanaharakati wa haki za binadamu, yameibua sauti nyingi za upinzani dhidi ya kile kinachoelezwa kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wasio na silaha. Waziri wa Ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth, ameongeza hofu ya kuzorota kwa hali hiyo baada ya kutishia uwezekano wa kuingiza majeshi ya Marekani iwapo maandamano hayatakoma. Kwa sasa jiji la Los Angeles lipo katika tahadhari ya juu huku dunia ikitazama kwa makini mustakabali wa demokrasia, uhuru wa kujieleza na usalama wa raia nchini Marekani.